Hapa tukikwambia lakini, hiyo kidogo tumekuambia, wacha ikuwe kama dawa ile unaendanga hospitali unapewa dawa unakunywa, alafu unapona. Hiyo dawa tumekupea siku ya leo. Tunakuuliza wewe, ni magugu ama ni ngano ya kuwekwa katika gara? Na tumefungia hapo, na tuendelee. <laughs> <laughs> <laughs> Na tuendelee tena, na tuendelee tena ni... ni... siku e, mwenye sikio sskwa Asikie. Asikie. Eh, kwa hivyo asante sana kwa wale ambao wote watuliku, tumme, tu, walikuwa natufuata na kusikia ile neno ambalo tulikuwa tunasikia tulikuwa tunasema siku hii ya leo. Kwa hivyo ile ambayo tunasema ni Mungu awape, Mungu nguvu apande ile mbegu mzuri katika maisha yako. Hiyo mbegu yako iweze kuonekana na watu wengi, ile mbegu mzuri sio ile mbaya sio ile ya kushinda hapa unasunguka, ukipayukia uh, watu, watu, watu we, umekuwa wewe, umefanya wacha watu wakaweze kuona wanjiko. Mm. Unajua, wakati ile mmea ile mmea pale haikuwa inajiona hiyo mmea, lakini zile ndege ndizo zilikuwa ninaona ile ile mmea iko mahali pale na sienda kuanguka pale. Mm. na muti hiyo haikuwa inajigamba, nilikuwa kadogo, sasa niko mkubwa. Hata muti ijui kama in, iko namna hiyo siku hivi wacha kunjigamba wakati unaona ya kwamba Mungu amekuinua. Halo? Usi director wetu, wakati unapoinuliwa usijigambe, wacha watu wakatoke na ushuhuda. Na kwali huyu director alikuwa amevinyiliwa na sasa ndio huyu anaendelea. Saprando alikuwa naenda na kiatu ambayo imeisha, imeinama, imeinama, imeisha dira, imeinama, imeisha na mongi imelaruka, imeisha dira. Sasa hii edi anaendesa muso eh yeah. Ama ama. Ah. Ah. Sababu kare kabegu kalikuwa kadogo kameshibuka. Tume api tumesema mambo ya Biblia ipo. Naleta wewe. Basi upokee hiyo katika jina la Yesu. Uhum. Eh. Yesu anaenda kumpea hiyo Prado. Hii Prado. Eh, Prado. Anapiti lakini kama Musa. Tulimwambia tuli next time, tulisema next time, si ati ukibarikiwa na hiyo Prado unaanza kupiga watu na maji ama fumbi. <laughs> <laughs> Sababu mmebarikiwa ili uweze kubarikia wengi wengine. Kwa hivyo tunashukuru sana na Mungu asinde wa kuwabariki wajiku